Jasura kwa hasira na kumwita mdogo wake kwa sauti ya ukali. Hapo ndipo Tumaini na Hemedy waliposhtuka na kugeuka nyuma. Tumaini alipomwona kaka yake akakimbia, huku Hemedy akawasha pikipiki yake, ila kabla ajaondoa, Chriss akawahi kumshika shati akamvuta kwa nguvu, hivyo alidondoka mpaka chini bila ya kuchelewa Chriss kwa hasira kali alimpiga ngumi Hemedy usoni, huku akimwambia we, nilikuambiaje kuhusu mdogo wangu? Haunisikie? akampiga ngumi nyingine, ikabidi Hemedy akurupuke pale chini akimbie, huku Chriss hakukubali, akamkimbiza na, na kabla hajafika mbali alimpiga mtama hivyo Hemedy alidondoka chini. Chriss akainama juu ya Hemedy kutaka kumpiga tumboni, lakini Hemedy akawahi kurusha teke likampiga Chriss kwenye makalio na kupelekea kumfanya pepesuke, akaenda kudondokea mbele zaidi ya alipodondokea Hemedy. Hapo ndipo Hemedy aliponyanyuka haraka akashika viatu mkononi na kutoka mbio kurudi alipodondosha pikipiki akainyanyua haraka na kuondoka nayo pale kwa spidi kali wakati huo huku krisi akanyanyuka na kuanza kujipukuta vumbi kwenye nguo pamoja na michanga kichwani kisha akaingia ndani huku akimwita wa mdogo wake kwa sauti ya juu Tumaini akatoka nje ya chumba chake huku akijimaza ukutani kwa kutetemeka kwa uoga. Chriss akaanza kumuuliza hivyo, unajiona umeshakuwa sasa hivi unaanza kusimama na wanaume kwenye vichochoro si ndio? Tumaini akajibu kwa uoga kaka, kaka, kaka, nisamee sirudii tena, ni bahati mbaya tu Nisamee kaka yangu. Krisi akamvuta tumaini na kumchapa kibao kizito shavuni kilichopelekea Tumaini kuteleza na kuanguka chini, alafu haraka akanyanyuka, moja kwa moja akakimbilia chumbani kwake kujifungia mlango. Hapo ndipo Krisi alipobaki uwani peke yake Akiwa anasema kwa jazma na kwa sauti ya juu, unakibia sasa. Ole wako nikuone tena unasimama na yule mpuuzi! Unataka kutuletea mambo ya ajabu hapa ndani? Mwanaume mwenyewe muhuni yule, hana lolote, pesa hana, unadhani atakupeleka wapi? We sasa, kama leo nimekukuta pale nimempiga kiasi kile, siku ingine kukuta pale inakuwa hebo unataka tu wee, wa kuchezechezea hapa kukimbia kama alivyowakimbia wanawake wengine huko huziwe. Akamalizia kwa kufyonya na ndipo akaingia chumbani kwake. Muda huo Grana yupo nyumbani kwao, amekaa sebuleni, anatazama TV huku akichati kwenye simu yake. ghafla akashtuka kusikia mama yake akipiga vigelegele kutoka kordoni. Mpaka akafika pale sebuleni, Grana akacheka na kumuuliza kwa mshangao, hasa mama, usiku wote unapiga vigelegele ni vya nini? Jamani, tunashitwana eh? watu tumetoka kazini huko, tumechoka kwa ajili ya ubizi na kelele za kila namna. hiini mama, ujua umenishitua sana jamani. Mama Grana akacheka na kusema pole, mwanangu. Yaani mamako nimefurahi sana, kwa sababu najisikia raha kuona mafanikio yako. Leo hii, mwanangu, najivunia kuona umekuwa hakimu, na kama haitoshi sasa unatuletea heshima pa nyumbani. Mshenga wa Saidi ametoka kutupigia simu muda si mrefu, kwanza katuomba msamaha, pia ametufahamisha kwamba kesho kutwa Jumamosi wanaleta mahari kwa hiyo nataka ujiandae mwanangu. Grana alipoambiwa hivyo, ghafla akaonekana kuwa mpole, akatazama mama yake kwa macho malegevu na kuinamisha uso chini kwa aibu, huku akiachilia tabasamu mwanana. Hapo ndipo mama yake alipozidi kucheka na kusema Mwone vile sasa anavyolinga. <laughs> Yani, eh, asante Mungu kwa kunipatia binti mzuri kama huyu. Sasa naomba ujiandaye, na nakuruhusu kualika rafiki zako wote wa karibu sana, sawa mwanangu? Grana kamjibu sawa mama, nadhani nitamwalika yule rafiki yangu Arafa tu, basi sina mtu mwingine zaidi yake, ndio mtu wangu wa karibu zaidi. Mama Grana akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa alafu akaondoka kuelekea chumbani huku Grana akiwa amejishika kifuani na kuachilia tabasamu mwanana akisema kwa sauti ya chini sana, e hey, Mungu wangu, asante kwa kuniletea Saidi kwenye maisha yangu. Hakika yeye ndo mwanaume sahihi na ambaye nilikuwa naomba siku zote Mungu nilete kwenye maisha yangu. Mara simu ya Grana ikaanza kuita, na alipotazama akakuta kuwa anapigiwa na mchumba wake zaidi. Gana alitabasamu kisha akapokea na kuongea kwa sauti legevu, alo Mambo bebi. Saidi akamjibu, salama sijui wewe mke wangu mtarajiwa. Grana akacheka na kusema hebu acha bwana kuniambia hivyo, unaifanywe na aibu kwako. Saidi akacheka na kusema <laughs> ujue unajishangaza sana bebi, yaani jinsi siku zinavyozidi kwenda ndivyo wanavyozidi kunionea aibu. Wakati tunaanza mahusiano kipindi hicho ulikuwa hunionea aibu kabisa, ila sasa hivi hmm, too much. Um, okay. Anyway, tuachane na hayo yote um, sasa Jumamosi wazazi wangu na washenga pia baadhi ya ndugu zangu na mimi mwenyewe tunakuja kuleta mahari hapo kwenu. Grana kashusha pumzi nzito na kumjibu. Okay. Mama ameshaniambia na wao wako ndani huko wanawapigia ndugu zetu wengine kwa ajili ya kuwapa taarifa zaidi. Saidi akasema. Basi okay, sawa bibi, acha mimi nipumzike nimechoka sana leo. Na nasi unajua kesho asubuhi nitakuwa na kikao kwa ajili ya kikao cha mwisho cha wiki. Grana akasema. Okay poa, bebi, usiku mwema. Alafu kila mmoja wao akakata simu huku akitabasamu kwa raha ya hisia za mapenzi kati yao. Samson na Arafa alipotoka Mlimani City kutazama sinema, wakaamua kupita supermarket kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa vitu mbalimbali ambapo Arafa alinunua vitu vyake na vingine akamnunulia Samson. Baada ya kulipia vitu hivyo na ndipo akarudi kwenye gari ambapo Arafa alianza kusema, bei, nadhani umeona hiyo mifuko miwili hapo nyuma eh? Sasa huo mfuko mwekundu ndo nimenunua vitu vyangu, lakini huo mfuko mweupe ni kwa ajili yako vitu vyote humo nimenunua for you baby, naamini unahitaji navyo, na unajua jinsi navyokujua, huwa sikosei ninaponunua vitu kwa ajili yako, kwa kuwa nafahamu kipendacho, hata kama haujaniambia. Samsoni akatabasamu na kisha akachukua ule mfuko mweupe kutazama vitu vilivyopo ndani. Mara akaguna na kumtazama Arafa usoni, huku akimwambia <laughs> "Asee, bebi, we kiboko! Sijui unajuaje vitu unavyohitaji bila hata ya kukuambia." Arafa akacheka na kumjibu hisia, "E, zinaongea mpenzi, na ndio maana unatakiwa ujue kuwa ninakujua vizuri mpenzi wangu, kwa sababu nina mapenzi ya kweli kwako." Samsoni akatabasamu na kisha akamsogelea Arafa usoni, akambusu juu ya ripsi zake pamoja na kwenye kiganja cha mkono, hali iliomfanya Arafa kageuka pembeni kwa aibu, huku akiondoa wa gari. Walipofika nyumbani wa Arafa, wakateremka pamoja kuingia ndani Nao alipofika chumbani ndipo Arafa akaanza kumwambia Samson kwa sauti legego, "Samson, unatambua fika kwa ni kwa kiasi gani navyokupenda, na kwa kukudhihirisha hilo, hapa nilipo nipo kwenye siku zangu za hatari, lakini nahitaji usiku huu huwe ni usiku wetu wa kipekee na kuhitaji mpenzo wangu kimwili Samsoni akamtazama Arafa kwa mshangao huku akimjibu hmm, Arafa, hivyo unavyotaka kufanya si sahihi. Tusubiri tukapofunga ndoa ndipo tutaweza kufanya hayo mambo yote kwa ajili ya kuanzisha familia yetu. Arafa akanyamba za kimya kwa sekunde chache huku akiinamisha uso chini na kumjibu kwa unyonge sana Ok, sawa nimekuelewa mpenzi wangu. Kisha Arafa akambusu Samson na kuketi kitandani akaanza kuvua viatu huku Samson akasogea mbele ya dressing table akawa anajitazama kwenye kioo. Hapo ndipo Arafa alipocheka na kusema Hemi, unajitazama nini ni kwenye kioo bwana? Wewe ni handsome tu au haulijui hilo? Samson akageuka nyuma kumtazama mpenzi wake na bila kumjibu chochote alisikitika kwa ishara ya kutikiza kichwa huku akitabasamu. Alafu alipomaliza kuvua viatu akavua na nguo, ndipo akaingia bafuni kuoga. Wakati huo Samson amebaki pale chumbani anaendelea kujitazama kwenye kioo. Punde si punde, Samson alipotupa macho pembeni akashtuka na kushangaa kuiona na kadi ya benki ya Michael ikiwa juu ya meza. Hakimu.